Jennifer alikuwa msichana mwenye ndoto kubwa, lakini maisha ya familia yake yalikuwa ya kawaida sana. Alikulia katika familia yenye mapato ya chini na mara nyingi walikuwa wakipambana ili kupata mahitaji ya kila siku. Kutokana na hali hiyo, Jennifer aliahidi kwamba siku moja atajitahidi kufanikiwa ili kubadilisha maisha yake na ya familia yake. Baada ya kumaliza masomo ya sekondari, alihamia jijini Dar es Salaam kwa matumaini ya kupata kazi nzuri na kuanza maisha mapya. Alikuwa msichana mrembo sana mwenye tabasamu la kuvutia na macho yaliyong'aa, jambo lililomfanya kuvutia wanaume wengi. Hata hivyo, Jennifer hakuwahi kufikiria kuwa uzuri wake ungekuwa chanzo cha safari ya maumivu na hofu. Siku moja akiwa kazini katika mgahawa mdogo aliokuwa akihudumu, alikutana na mwanaume mwenye haiba ya kipekee. Alijulikana kwa jina la Mr. Damian, bilionea anayemiliki kampuni kubwa za mafuta na madini nchini na hata nje ya nchi. Damian alikuwa maarufu kwa utajiri wake wa ajabu na maisha ya kifahari ambayo wengi walitamani. Jennifer alipomwona kwa mara ya kwanza, moyo wake ulibaki ukidunda kwa kasi. Damian aliingia akiwa amezungukwa na walinzi, akavaa suti ya gharama kubwa na saa ya dhahabu iliyong'aa. Wateja wote walimwangalia kwa heshima na mshangao. Jennifer hakuwahi kufikiria kwamba mwanaume kama huyo angeweza kuongea naye, lakini kwa mshangao wake, Damian alimwita kwa jina na kumwambia, wewe ni msichana mrembo sana ningependa tukutane tena nje ya kazi. Maneno hayo yalibadilisha kila kitu. Jennifer alianza kujikuta akivutwa na dunia ya Damian, magari ya kifahari, nyumba kubwa na sherehe zisizoisha. Kwa mara ya kwanza maishani, alihisi kama ndoto zake za maisha bora zilikuwa karibu kutimia. Siku moja, Damian alimwalika kwenye sherehe binafsi katika jumba lake la kifahari. Alipofika, macho yake yalishuhudia mambo aliyowahi kuyaona tu kwenye filamu. Lakini alipoingia ndani ya jumba hilo hakujua kwamba hatua hiyo ilikuwa mwanzo wa safari itakayogeuza maisha yake kuwa ndoto mbaya ya kushtua na maumivu yasiyo na kifani. Jennifer alianza kuzoea maisha ya kifahari taratibu, ingawa ndani ya moyo wake kulikuwa na hofu ndogo aliyekuwa akiipuuza. Damiani alijua jinsi ya kumvutia. Kila mara alimpeleka kwenye maeneo ya kifahari kama hoteli za nyota tano, migahawa ya gharama kubwa na hata safari za ghafla za ndege kwenda Zanzibar au Dubai. Kwa Jennifer, kila kitu kilionekana kama ndoto nzuri isiyo na mwisho. Hata hivyo, marafiki wa karibu wa Jennifer hawakufurahishwa na uhusiano huo. Asha, rafiki yake wa utotoni, alimwambia waziwazi: Jennifer, wanaume kama Damian hawana mapenzi ya kweli, wanafurahia kukutumia na kisha kukutupa. Tafadhali kuwa makini, najua hadithi za wanawake waliowahi kuwa naye hazina mwisho mzuri. Lakini Jennifer hakutaka kusikia maneno hayo. Tama ya mali na maisha mazuri ilianza kufunika akili yake. Asha, unataka nikose maisha mazuri kwa sababu ya uvumi wa watu? Damian ananipenda na anataka kunibadilishia maisha, Jennifer alijibu kwa sauti yenye msisitizo. Siku moja Damian alimpa zawadi ya gari jipya la kifahari pamoja na bahasha iliyojaa pesa taslimu. Ndani kulikuwa na shilingi milioni tano. Jennifer aliposhika pesa hizo alihisi kama ndoto imetimia. Damian alimwangalia kwa macho ya kudhibiti na kusema, nataka uwe wangu pekee, hakuna mwanaume mwingine, nitakupa kila kitu unachohitaji, lakini usinisaliti kamwe. Maneno hayo yalikuwa kama kiapo Jennifer alikubali kwa furaha, akiamini maisha yake yangebadilika milele. Siku chache baadaye, Damian alimwalika tena kwenye sherehe binafsi nyumbani kwake. Tofauti na mara ya kwanza, sherehe hiyo ilikuwa ya faragha zaidi, yenye muziki wa taratibu na vinywaji vya gharama kubwa. Damian alionekana mwenye upendo na upole zaidi, akimwambia Jennifer maneno matamu yaliyomfanya ajisikie malkia. Usiku ulipokuwa ukiendelea, Jennifer alijikuta akikubali kulala na Damian kwa mara ya kwanza. Alidhani ilikuwa ishara ya mapenzi ya kweli na mwanzo wa maisha mapya ya kifahari. Hakujua kuwa uamuzi huo mdogo ungekuwa mwanzo wa maumivu na mateso makubwa, na kwamba mwili wake ungeanza kubadilika kwa njia ambayo haijawahi kuonekana. Siku mbili baada ya Jennifer kulala na Damian, alianza kuhisi maumivu madogo sehemu zake za siri. Mwanzoni alidhani ni jambo la kawaida, labda maambukizi madogo kutokana na uhusiano wao wa kimwili. Alipuuza dalili hizo, akiamini zitapotea zenyewe lakini hali haikubadilika. Kila siku ilivyopita maumivu yalizidi kuwa makali zaidi. Usiku wa tatu, Jennifer aliamka ghafla usiku wa manane kwa sababu ya maumivu yasiyovumilika na hisia ya kuwashwa kali. Alipoenda bafuni kujikagua, alishtuka sana. Ngozi sehemu ya siri ilikuwa imevimba na kugeuka kuwa nyekundu sana, kana kwamba ilikuwa imechomwa na kitu cha moto. Hofu ilianza kumvaa. Jennifer alijaribu kutumia dawa za kawaida za kusafisha na kupunguza maumivu, lakini hali iliendelea kuwa mbaya zaidi. Siku ya tano, harufu kali na isiyo ya kawaida ilianza kutoka mwilini mwake. Harufu hiyo ilikuwa nzito kiasi kwamba hata alipokuwa amevaa nguo safi na kutumia manukato, bado haikuweza kufichika. Jennifer alianza kujifungia chumbani kwake kwa aibu na wasiwasi mkubwa. Alipoangalia tena kwenye kioo aliona kitu kilichomfanya aketi sakafuni kwa hofu. Ngozi iliyo karibu na sehemu zake za siri ilianza kutoa usaha na kufanana na nyama inayooza. Kilikuwa kitu cha kushtua na cha kutisha. Jennifer alijua hali hii haikuwa ya kawaida hata kidogo. Kwa hofu na machozi, aliamua kwenda hospitali ya kifahari jijini Dar es Salaam. Madaktari walimfanyia vipimo kadhaa, lakini majibu ya awali yalionyesha hakuna ugonjwa wa kawaida unaoweza kusababisha hali hiyo. Wakati mmoja, daktari alimtazama Jennifer kwa macho ya mshangao na hofu. Kisha akasema kwa sauti ya chini, sijawahi kuona kitu kama hiki katika maisha yangu yote ya udaktari. Ni kama mwili wako unajiharibu kutoka ndani. Maneno hayo yalimvunja moyo. Jennifer alihisi dunia ikimgeukia, na akajua kuwa hii haikuwa tu tatizo la kiafya. Kulikuwa na jambo la ajabu na la kutisha nyuma ya hali yake. Katika hofu hiyo, jina la Damian lilianza kumjia akilini mara kwa mara. Jennifer aliporudi nyumbani kutoka hospitali, machozi yalikuwa yakimtiririka usoni. Alikuwa na hofu kubwa na mawazo mengi yasiyo na majibu. Hali yake ilikuwa ikizidi kuwa mbaya kwa kasi ya kutisha. Maumivu yalikuwa yakiongezeka kila saa na harufu mbaya sasa ilianza kujulikana hata kwa jirani zake. Akiwa hana mwingine wa kumtegemea, Jennifer aliamua kumtafuta Damian kwa matumaini kwamba angemuunga mkono. Alimwita mara kadhaa, lakini Damian hakupokea simu zake. Baada ya kujaribu tena na tena, hatimaye Damian alijibu kwa sauti ya ukatili Jennifer, kwa nini unanipigia simu nyingi hivi? Kuna shida gani? Kwa sauti ya kutetemeka, Jennifer alimweleza kila kitu. Damian, naumia sana. Hali yangu inazidi kuwa mbaya kila siku. Daktari haelewi kinachoendelea. Tafadhali naomba unisaidie. Lakini kabla hata hajamaliza kueleza, Damian alimkatiza kwa hasira. Hilo si jambo linalohusiana na mimi. Damian alisema kwa ukali. Labda umelala na mtu mwingine au umejiletea mwenyewe haya matatizo. Usijaribu kunihusisha na haya mambo ya ajabu. Maneno hayo yalimpasua moyo Jennifer vipande vipande. Damian, wewe ndiye mwanaume pekee niliyekuwa naye. Hujui jinsi ninavyoumia. Tafadhali nisaidie, tuone daktari mwingine au hata kunipeleka nje ya nchi kupata matibabu. Jennifer alilia kwa uchungu, lakini Damian alicheka kwa sauti ya kejeli na kisha kusema. Sina muda na mambo ya kipuuzi, tafuta mtu mwingine wa kukusaidia, mimi sihusiki. Kisha akakata simu. Jennifer alikaa kimya, simu ikiwa bado sikioni mwake, macho yakiwa yamejaa machozi. Ndani ya sekunde chache, mwanaume aliyemwona kama mkombozi wake aligeuka kuwa mgeni asiyejali. Baadaye jioni hiyo, rafiki yake Asha alifika kumtembelea. Aliposikia kila kitu, uso wake ulijaa hofu. Jennifer, Damian si mtu wa kawaida nimesikia uvumi kuhusu wake na wake wa zamani. Wengine walipotea ghafla au walipata matatizo ya ajabu kama vile ulichonacho sasa. Kauli hiyo ilimfanya Jennifer kuganda, akili yake ilijaa maswali na hofu kubwa. Kwa mara ya kwanza, alianza kujiuliza kama kweli Damian alikuwa mwanadamu wa kawaida, au kama kulikuwa na nguvu za giza nyuma ya maisha yake ya kifahari. Maneno ya Asha yaliendelea kurindima kichwani mwa Jennifer usiku kucha. Hakuwa na amani hata kidogo. Alikaa kitandani akitetemeka, akijiuliza ni kwa nini Damian alikuwa na uhusiano na wanawake waliopotea au waliopata matatizo ya ajabu. Hali yake ilizidi kuwa mbaya, sehemu zake za siri sasa zilikuwa zikitoa usaha mzito na ngozi kuanza kuharibika zaidi kama nyama inayooza. Asha alipoona rafiki yake anadhoofika kila saa, alijua ilibidi afanye kitu. Aliamua kuanza kuchunguza maisha ya Damian kwa siri. Alitumia mitandao ya kijamii, marafiki wa zamani wa Damian na hata watu waliowahi kufanya naye kazi. Katika utafiti huo, Asha alikutana na mwanamke mzee aitwaye Mama Sada, ambaye alikuwa mfanyakazi wa ndani katika kasri la Damian miaka kadhaa nyuma. Awali Mama Sada alisita kuzungumza kwa hofu, lakini baada ya Asha kumshawishi na kumhakikishia usalama, alianza kufichua ukweli. Kwa sauti ya chini na ya kutetemeka, Mama Sada alisema, "Mwanangu, Damian si mwanaume wa kawaida." Utajiri wake hautokani na biashara pekee. Kuna agano la giza nyuma ya kila kitu anachomiliki. Kila mwaka anapaswa kumtoa mwanamke sadaka kwa nguvu za giza ili kulinda mali zake. Asha alishtuka na macho yake kufunguka kwa mshangao. Unamaanisha anaua wanawake? aliuliza kwa hofu. Mama Sada alitikisa kichwa polepole na kusema, si lazima auue kwa mkono wake. Mara tu mwanamke akilala naye, nguvu hizo za giza huanza kumshambulia Mwili wake huanza kuoza taratibu hadi kufa ndani ya siku thelathini. Hivyo ndivyo Damian anavyohakikisha utajiri wake haupotei. Maneno hayo yalifanya Asha apige kelele ya hofu. Ghafla, kila kitu kilianza kueleweka: ukatili wa Damian, wanawake waliopotea na hali ya kutisha ya Jennifer. Mama Sada alimshika mkono Asha na kumwonya, ikiwa rafiki yako alilala na Damian, basi hana muda mrefu lazima mumkimbize mbali iwezekanavyo na mtafute mtu mwenye nguvu za kiroho kumsaidia kabla siku thelathini hazijafika. Asha alihisi damu ikiganda, alijua hawakuwa tu wakikimbizana na muda, bali pia wakipambana na nguvu za giza zenye uwezo mkubwa. Jennifer sasa alikuwa dhaifu sana, alikuwa akishindwa hata kutembea vizuri, na kila wakati maumivu yaliongezeka, kana kwamba kitu kilikuwa kinamla kutoka ndani ngozi karibu na sehemu zake za siri ilikuwa imeharibika zaidi na harufu mbaya iliyotoka mwilini mwake ilikuwa ikimfanya akimbie watu. Alikaa chumbani akilia mchana na usiku, huku akihisi maisha yakimponyoka taratibu. Asha akiwa ameshikilia siri nzito aliyoambiwa na mama Sada, alijua muda ulikuwa unakwenda kwa kasi. Jennifer, alisema huku akimshika mkono kwa upole, hatuwezi kukaa hapa tukisubiri Damian atumalize. Lazima tukimbie na kumtafuta mtu mwenye nguvu za kiroho atakayekusaidia Mama Sada amesema una siku chache tu kabla hali yako haijafikia mwisho. Jennifer, akiwa dhaifu na machozi yakitiririka, alikubali. Ingawa hakuwa na nguvu, moyo wake bado ulipigana kwa ajili ya maisha yake. Waliamua kuondoka usiku, wakibeba vitu vichache tu. Walitumia bodaboda na mabasi madogo ya abiria kuondoka jijini kwa siri, wakielekea kijiji cha mbali kilichojulikana kwa kuwa na mganga maarufu anayesaidia watu waliolaaniwa au kukumbwa na nguvu za giza. Wakiwa njiani, Asha alihisi hofu kubwa. Mara kwa mara aligeuka nyuma kuangalia akihisi kana kwamba wanafuatwa. Na kweli Damian alipogundua Jennifer ameondoka alikasirika sana, alituma walinzi wake na watu wake wa giza kuanza kuwasaka kila kona ya jiji. Wakamateni mara moja, Damian aliagiza kwa sauti ya ukali, Jennifer lazima arudi kwangu kabla usiku wa siku ya thelathini haujafika. Baada ya safari ndefu na yenye hofu, Jennifer na Asha walifika kijijini wakiwa wamechoka sana. Walimkuta mganga huyo mwanaume mzee mwenye macho yenye kung'ana, uso uliojaa mistari ya hekima. Baada ya kumtazama Jennifer kwa muda, mganga alitikisa kichwa kwa huzuni. Hii si laana ya kawaida alisema kwa sauti nzito. Damian ametumia nguvu kali za giza. Tukichelewa kidogo tu, maisha ya huyu binti yatapotea milele. Maneno hayo yalifanya mioyo yao yote kuganda. Walijua sasa walikuwa kwenye mbio za kupigania uhai, huku giza likiwa linazidi kuwasogelea. Damian alipogundua kwamba Jennifer amekimbia, hasira ilimjia kiasi kwamba alitupa glasi ya kioo sakafuni na kuipiga teke kwa nguvu. Uso wake ulijaa chuki na macho yake yalibadilika rangi, yakionekana kama ya mtu asiye wa kawaida. Huyu mwanamke anadhani anaweza kunitoroka? Anafikiri ataniharibia kafara yangu ya mwaka huu? Sitamruhusu, Damian alinguruma kwa sauti ya kutisha. Aliwaita walinzi wake na kundi dogo la wanaume waliokuwa wakifanya kazi zake za siri aliwapa picha ya Jennifer na Asha, kisha akaagiza kwa ukali, watafuteni kila kona ya nchi, ikiwa mkiwapata wakiwa hai nileteeni, msiporudi nao mjue na nyinyi mtakuwa kafara. Wakati huo Jennifer na Asha walikuwa kwa mganga wakipata tiba za awali. Mganga alikuwa akitumia mitishamba na tambiko kujaribu kupunguza kasi ya laana, lakini hali ya Jennifer bado haikuwa imara. Tukichelewa kuondoa mizizi ya laana hii, mganga alisema, mwili wake utaanza kuoza kabisa ndani ya siku chache. Damian ni mtu mwenye nguvu kubwa za giza, ili kumshinda tunahitaji kuharibu chanzo cha nguvu zake. Asha aliuliza kwa hofu, chanzo hicho kiko wapi? Mganga alimtazama kwa macho ya kina, kisha akasema, Damian ana kitabu cha kale cha giza kilichojaa mikataba na majina ya wanawake wote aliowahi kutoa kafara. Kitabu hicho ndicho kinachompa nguvu. Bila kukiharibu, Jennifer hataweza kupona. Wakati huo huo, mmoja wa walinzi wa Damian alipata taarifa kwamba Jennifer na Asha walionekana kwenye kituo cha basi karibu na kijiji walichokimbilia. Habari hizo zilimfikia Damian haraka. Aliinua simu na kusema kwa sauti ya amri, nataka wakamatwe leo, sitaki visingizio. Usiku huo kijiji kilijaa hewa ya hofu. Jennifer na Asha walijua Damian alikuwa karibu kuwapata Asha. "Jennifer," alisema kwa sauti dhaifu, huku akimkumbatia rafiki yake, kama tutakamatwa, mimi nitakufa, lakini nataka uendelee kupigania haki yangu hata baada yangu. Asha alikumbatia Jennifer kwa nguvu, machozi yakitiririka. Hatutakamatwa, Jennifer, tutapigana hadi mwisho, aliahidi. Lakini walijua mbio za kufa na kupona sasa zilikuwa zimeanza kwa kweli. Usiku ulipokaribia, mganga aliwaita Jennifer na Asha na kuwapa mpango wa hatari. Jennifer hawezi kupona hadi kile kitabu cha giza cha Damian kiharibiwe, alisema kwa sauti nzito. lakini kasri la Damian lina ulinzi mkali wa walinzi wa kawaida na wale wa kichawi. Ikiwa mtaingia humo, mtapaswa kuwa na ujasiri na imani kubwa. Jennifer, ingawa alikuwa dhaifu sana, alishika mkono wa Asha na kusema siwezi kuendelea kuishi hivi ikiwa kitabu hicho ndicho chanzo cha mateso haya, lazima nikiharibu mwenyewe. Asha alimwangalia kwa macho yenye machozi, akajua rafiki yake alikuwa tayari kuhatarisha kila kitu. Usiku wa manane walijificha gizani na kuanza safari ya kurudi jijini kwa siri. Mganga aliongeza nguvu za ulinzi kwa tambiko maalum, kisha akawapa dawa za kuficha harufu ya laana ya Jennifer ili Damian asiwagundue kwa haraka. Walipofika kwenye kasri hilo waliona jengo kubwa lenye mwanga wa taa za kifahari na walinzi wakizunguka kila kona. Kila hatua waliochukua ilikuwa na hofu kubwa. Kwa kutumia njia ya nyuma, waliingia ndani kwa tahadhari. Walipofika kwenye chumba cha ndani kabisa, walikuta Damian ameketi kwenye kiti cha kifahari akiwangojea, kana kwamba alikuwa anajua wangefika. Damian alicheka kwa sauti ya kutisha, sauti yake ikitikisa ukumbi mzima. Nilijua mngerudi. Hamwezi kuchukua kitu ambacho ni changu. Utajiri wangu ni wa damu na hautaondoka kamwe. Wakati huo, upepo mkali wa giza ulianza kuvuma ndani ya chumba. Miti ya tambiko na sanamu za ajabu zikaanza kusogea zenyewe na sauti zisizoonekana zikaanza kuimba maneno ya ajabu. Mganga alisimama mbele yao na kuanza kufanya tambiko la kupambana na Damian. Hapo ikawa ni vita ya kiroho, nuru dhidi ya giza, maisha dhidi ya kifo. Jennifer na Asha walipambana kuzuia walinzi wa Damian wasiwashambulie. Katika vurugu hizo, Asha aliona kitabu cha giza kikiwa juu ya meza ya dhahabu. Kwa nguvu za mwisho, Asha alikikamata na kukikimbiza hadi kwenye moto uliokuwa kwenye pembe ya chumba. Damian alipolia kwa sauti ya kuchanganya giza na uchungu, mwili wake ukaanza kuyeyuka taratibu. Hapana. Damian alipiga kelele huku nguvu zake zikivunjika na kuisha. Kwa mara ya kwanza Jennifer alihisi mwili wake ukiwa mwepesi na huru, kana kwamba mzigo mkubwa uliondolewa, lakini walijua bado hatari haijaisha. Walihitaji kuondoka haraka kabla mabaki ya nguvu za Damian hayajawashambulia tena. Baada ya kupoteza nguvu zake, Damian hakuwa tena tishio. Moto uliouchoma kitabu chake cha giza ulikoma, na mwili wa Jennifer ulianza kupona taratibu. Hata hivyo, alihitaji muda mrefu kabla ya kurejea kwenye hali ya kawaida. Ngozi iliyoharibika ilianza kurekebika haya na maumivu makali yaliendelea kupungua. Kila siku Jennifer alijikuta akilala kitandani akisikia kila sehemu ya mwili wake ikipumua upya. Alikuwa dhaifu, lakini moyo wake ulikuwa umejaa shukurani. Kila pumzi aliyopumua ilikuwa ishara kwamba bado alikuwa hai na kwamba alishinda laana kali zaidi aliyoikumbuka katika maisha yake yote. Asha alibaki kando yake siku zote akimsaidia kunyanyua miguu yake kumpeleka kwenye chumba cha choo na kumsaidia kula chakula kidogo kidogo. Lakini zaidi ya yote aliendelea kumpa moyo Jennifer. umepigana na maisha yako, sasa ni mwanzo mpya, Asha alisema huku akimkumbatia. Jennifer alijua maisha yake hayatawahi kuwa kama zamani, alikuwa amepitia mateso ambayo wengi hawangeweza kuimudu, lakini kwa mara ya kwanza alihisi uhuru na amani. Alijua sasa thamani ya maisha si mali au utajiri, bali ni afya, upendo na usalama. Baada ya wiki chache, Jennifer alianza kutembea kwa uhuru. Alijifunza tena jinsi ya kujitunza na jinsi ya kuwa na ujasiri. Pia alijua kuwa lazima awe makini na wanaume, hasa wale wenye nguvu zisizo za kawaida au tamaa zisizo na kikomo. Alipoangalia kwenye kioo, aliona uso wake umejaa ishara za mateso aliyopitia, lakini macho yake yalikuwa yenye nguvu mpya. Alijua hawezi kurudi nyuma, lakini anaweza kuanza safari mpya ya maisha yenye ujasiri na hekima zaidi. Jennifer aliamua kusimulia kisa chake kwa wanawake wengine, kuwapa mafunzo na kuonya. Aliwaambia kwamba hatari kubwa inaweza kuja kwa sura ya utajiri, glam na masharti mazuri, lakini ukweli unaweza kuwa kushtua. Asha naye alijivunia rafiki yake. Alijua kuwa Jennifer sio tu alinusurika, bali alishinda kitu ambacho wengi hawangeweza Safari ya mateso, hofu na giza ilikuwa imeishia, lakini funzo la maisha lilibaki milele. Jennifer alijua sasa, thamani ya maisha si mali wala heshima ya bandia, bali uhuru, afya na ujasiri wa moyo. Alijua lazima atumie fursa hii kuishi maisha yenye maana zaidi kuliko yeye mwenyewe alikuwa akifikiria. Baada ya maumivu, hofu na mateso aliyopitia, Jennifer alikuwa na uelewa mpya wa maisha. Alijua sasa kuwa upendo wa kweli na heshima ya kibinafsi ni zaidi ya mali au utajiri wa kifahari. Hadithi yake ilimfundisha kuwa kuangukia kwenye tamaa ya haraka bila kuangalia hatari kunaweza kusababisha madhara makubwa ambayo wakati mwingine hayana suluhisho rahisi. Alipoona jinsi nguvu za giza zilivyoweza kuharibu mwili wake na maisha yake, alijua kuwa hatari inaweza kujificha katika uso wa utajiri na heshima ya bandia. Sauti za marafiki wake, hofu na masharti ya moyo wake, pamoja na tahadhari za wengine waliokuwa wakimpenda ziliwahi kuwa ishara za kuokoa maisha yake. Jennifer aliamua kuanza safari mpya ya maisha, sasa akiwa na hekima na uangalifu zaidi. Alijifunza kuwa si kila mwanaume tajiri ni wa kuaminika, na si kila fursa ya kifahari ina maana ya maisha bora. Aliamua kushirikisha hadithi yake kwa wanawake wengine, kuwapa mwanga wa tahadhari, ili wasivutwe kwa tamaa ya kifahari bila kujua hatari zilizojificha. Asha alibaki karibu naye akimsaidia kujenga maisha mapya na kuwa rafiki wa kweli katika kila hatua ya maisha. Jennifer alijua kwamba rafiki wa kweli ni hazina kubwa zaidi kuliko dhahabu au mali yoyote. Kupitia mateso haya yote, Jennifer pia alijua kuwa uwepo wa imani, mshikamano wa kirafiki, hari na moyo wa kupigania maisha yako ni muhimu sana. Hali iliyomkuta iliweza kuangamiza maisha yake, lakini ujasiri wake na msaada wa wengine ulimwezesha kupona. Hadithi ya Jennifer ikawa mfano wa somo kwa jamii ikionyesha kwamba hali ya kifahari si kigezo cha furaha au usalama. Upendo wa kweli, heshima na usalama wa kibinafsi ni jambo la kwanza kabisa. Jennifer alikumbuka kila hatua aliyopitia: hofu, maumivu, mateso na hatimaye ushindi. Alijua kuwa maisha yake yamebadilika na sasa anaweza kuishi kwa ujasiri, hekima na furaha bila kumtegemea mtu mwingine au utajiri wa kifahari. Kwa jamii, hadithi yake ilibaki kama funzo kubwa, kuwa makini, usivutiwe na mambo ya nje tu. Na kimsingi usalama na maisha yako binafsi ni hazina ya kweli zaidi. Jennifer alishinda, si mali, si utajiri, bali maisha yake na uhuru wake.